Jamani, kwa wiki nyingine tena, kwa wakati mwingine tena, tunakutana ndani ya 98.7 Banana FM na nikukaribisha kusikiliza simulizi ya rafiki yetu ndugu yetu mpendo wetu Bahati. Bahati yako mengi sana ambao tumeshajifunza kupitia yeye, na niwaambie tu kwamba kwa wiki hii huenda tukamaliza simulizi ya Bahati, kwa hiyo usikae mbali pitwe usikubali kupitwa, kwa sababu huenda tukamaliza simulizi ya ndugu yetu rafiki yetu mpendwa wetu Bahati, ambayo simulizi ambayo bado ina imekuwa na mambo mengi na bado ina mambo mengi. Leo tunaendelea tulipoishia kwa wiki iliyopita, ambapo Bahati anatembea babake anaumwa hoi tabani hospitalini, ile ya kesho shwari, ile ya kesho nzuri, anamwambia mtoto wake maneno mengi sana, lakini Bahati anasema pia wakati niko na muuguza babangu babangu aliniomba sana msamaha na mbia maneno ambayo yakanifariji, maneno ambayo yalinifanya kweli nione kwamba babangu kumbe anajutia kwa yale ambayo ameyafanya, kwa sababu ati anasema aliniomba msamaha kwa kukubali kuwa pamoja na upande wa mama, kutokunisimamia kutokunishika mkono, kuto kupambana na, na, mimi ili tupambane na mama tukiwa kwenye masuala ya la kishirikina. Lakiniambia kwamba pia hana nafasi tena, hana uwezo tena, hana wala hana hizo nguvu tena za kupambana. Basi anasema babangu alikuwa anaongea muda wote kama ni mtu ambaye anakaribia kufa. Yani maneno yake ni kwamba hayana matumaini, hana tumaini la kesho, anaongea kama mtu ambaye anasubiri tu kufa, anasubiri tu muda ufike afe, kwa sababu maneno mengi alikuwa anaongea akiniambia kwamba naweza nisiwasikie tena, pengine naweza nisipate nafasi, lakini ndo muda huu ambao tupo pamoja basi hospitalini. Bati anasema babangu aliniambia maneno mengi sana, akaniambia kwamba niendelee kusimamia msimamo wangu nisisubutu kukubaliana na mama angu chochote kile, na bati anasema lakini pia niwe makini sana, niendelee kusimama kwenye dini, niendelee kusimama kwenye kusali. Na Bahati anasema babangu aliniambia kwamba mamaangu amekosa nguvu ya kuendelea kuniadhibu mimi, ya kuendelea kunifata kwenye, kwenye maisha yangu, ya kuendelea kufanya chochote kibaya, kwa sababu ya maombi nayoomba, kwa sababu ya sala nazo sal, sali, kwa sababu ya imani ambayo ipo ndani yangu. Na akaniambia kwamba nimepata mke sahihi sana Yaani nimepata mke ambaye nikiharibu basi ni mimi tu nimeharibu, lakini ni mwanamke mzuri, anamjua Mungu, ana roho ya huruma na nini. Bahati anasema kwa kipindi chote kile cha hospitalini alikuwa namwangalia mama babangu sana, ni dada mtumishi ndiye alikuwa namwangalia. Kama baba mkwe wake hakutaka kuweka chuki yoyote wala chochote kile, alimwangalia vizuri sana. kwa Bahati anasema babangu, mimi aliniambia maneno mengi sana na alikuwa anaongea kama ana matumaini ya kesho. Lakini Bahati anasema kingine ambacho babangu aliniambia cha kustajabisha ambacho alinipa kama onyo, ili niweze kujipanga mapema, na aliniambia kama ikitokea yeye akafa na mama yake akaendelea kuwa hai, mimi mama yake Bahati akaendelea kuwa hai, basi na Bahati akafanikiwa kupata familia, yani kupata mtoto basi hakikisha watoto wake ameolea kwenye misingi ya imani kuanzia wadogo, kwa sababu bahati anasema baada ya baba angu ndo waliniambia sasa, ile siku baada ya mamangu kufeli kupitia mimi, ana mpango mpya kupitia mjukuu wangu mjukuu wake yani mamangu, yani mtoto wa Bahati, yani mtoto wa Bahati atakayezaliwa na Bahati anasema, kwa sababu anajua mimi nimeshaoa basi uwezekano wa kuzaa kuwa na mtoto kwa na, na familia ni kitu ambacho kipo. Kwa Bahati anasema babangu aliniambia kwamba hakikisha mtoto wako unamjenga kwenye misingi ya dini haswa. Na bora mamako akuone mbaya lakini usikubali hata siku moja mtoto wako akakae kijijini na mamako. Nakwambia hivi kwa, kwa sababu namjua mamako, nini kwamba nakukumbusha tu na ninakupa angalizo. Ila usikubali mwanao akaenda kukaa kijijini na baba na, na, na, na bibi yako. Hata iweje. Hata kitokee nini usikubali. Mm, Bahati sema, nikamuuliza baba kwa nini? Akaniambia hupaswi kuniuliza kwa nini, kwa sababu unamjua mama yako, kwa yani. Kwa hiyo fanya mimi ninavyokuambia. Basi Bahati anasema mimi hata bado mke wangu alikuwa sio mjamzito, yani. Kwa hiyo ni kitu ambacho babangu ananiambia baadaye ikitokea hivyo, kwa sababu anasema mamangu baada ya kukosa kwangu basi, ana mpango na mjukuu wake, yani mtoto wangu wa kwanza ambaye atakayezaliwa. <laughs> Bahati anasema kweli tulikaa hospitali tena kwa muda, lakini hali ya babangu inaendelea kudhoofika, na Bahati anasema babangu alitaka kurudi nyumbani kwake, so nyumbani hapa Dar es Salaam hapana akawa anataka kurudi Njombe, ananiambia mwanangu, siwezi kuendelea kukaa hapa, ninaomba nirudi kwangu, ninaomba nirudishe Njombe. Kama ni kupona, basi nitapona nikiwa Njombe, lakini kama nikifa, nikafie nyumbani kwangu. Sitaki kuendelea kukaa hapa. Bahati anasema, unajua vile mtu mgonjwa akiwa anaumwa afu akawa anang'ang'ana kurudi nyumbani Bahati anasema ilikuwa inaniwia vigumu sana mimi kukubaliana babangu kurudi kwake, japo alikuwa anasisitiza sana. kila tukio tunaenda karibia, muda mrefu akao umefanya kama wimbo sasa, nataka kurudi nyumbani kwangu, nataka kurudi nyumbani kwangu. Bahati anasema niliongea na daktari kwa sababu nimemzoea, tunafahamiana kwa muda mrefu. nikaongea naye nikamuuliza, nika lakini Bahati anasema daktari pia aliniambia kwamba uwezekano pia wa baba kupona ni asilimia kumi tu kwenye asilimia mia moja yaani tena itokee bahati sana. Kwa hiyo na hata basi, akipona, basi matibabu yake ni gharama sana na sio rahisi, kwa sababu ya shida ambayo yuko nayo. Na Bahati anasema lakini nilimwambia daktari bangu, mimi hata kusema afanyie operation ya nini na nini inawezekana kwa sababu ana kisukari. Akaniambia ndio, lakini unamfanyia operation alafu ana shida ya ini kuomboka, ana pressure operation uta, yani matibabu yake so ambayo anaweza akafanyika Tanzania kwanza kabisa ni ambayo anaweza kufanyika nje ya Tanzania. Bahati anasema kwa kipindi hicho kweli ni Ha, matibabu kama hiyo mtu akishakuwa na ugonjwa ini kweli ni kusubiri tu kufa, kuondoka. Bahati anasema babangu alikuwa amebadilika, yani kwa mtu ambaye alikuwa anamjua babangu vizuri, alivyo mzee mwenye afya mwenye nguvu, afu akamkuja kumkuta pale hospitalini amekosa nuru, ame ana shida hiyo, sema amechoka, amevimbavimba sehemu nyingine za mwili, shida ya figo hiyo ya ini ambayo inamsumbua, lakini Bahati anasema baada ya muda pia tukaambiwa mzee amepata shida ya figo tena eh. Kwa hiyo anasema akawa anazidi kuwa na hali mbaya. Sai, babangu baada ya muda akawa tena ana shida ya figo, ana shida ya ini, ana pressure mzee huyo huyo mmoja, matibabu ambayo naambiwa ni ngumu kupona. Basi Bahati anasema daktari akanishauri akaniambia, kama mzee wako anataka kurudi nyumbani kwake acha arudi, we mwache aende. Kama una uwezo kumsafirisha msafirishe. Bati anasema nikimwangalia yule mzee na msafirishaji, yani kipengele cha kutoka njoo, Dar es Salaam mpaka Njombe, tufike mpaka kijijini kwetu, lo, tutafika? Ana hali mbaya. Bati anasema mimi nimesha mtibia kwa muda mrefu, sina uwezo wa kifedha, sijawai kupanda ndege, lakini sasa niliwaza labda mzee wangu safiri ambao utakuwa rahisi kwake kwa ni ndege, lakini sina hicho kipato. Matibabu tumetumia gharama kubwa sana, na babangu anasisitiza anataka kurudi nyumbani kwake. Bati anasema tena, babangu wakati anavyozidi kuugua akawa mkali akawa anazidi kuwa mkali, akitaka jambo lake ni anakuwa na fujo, anakuwa mkali, anaongea vibaya, asema mpaka ikawa nafika wakati akawa ananitisha, akawa ananiogopesha. Basi Bati anasema tulishauriana dada mtumishi, dada ambaye ni mke wangu tayari nimezoea kumwita sana dada mtumishi, ni mke wa Bahati. Bahati anasema nimezoea, tukashauriana na mke wangu na tukawa na kiasi cha fedha ambacho tukapanga sasa safari, mimi na baba niende nimrudishe kijijini. Lakini Bahati anasema wakati huo nikawaza pia kuhusiana na mtu mwingine sasa kumwangalia kule, kwa sababu mi nikisema nikae kule, kazi huko zita stop, sitaweza kwenda kazini, sitaweza kuingiza pesa. Lakini pia baba hataki kukaa huku, kule mama hataki kumwangalia, yani kichwa changu hakipo sawa na nahisi kuvurugwa. Kwa hiyo Bati anasema wakati mimi nampeleka kule, nikawa nimefanya mahusiano na vijana na yule kijana wa kule, ambao tulikuwa tunasaliana mwanzo basi nikamwambia nitafutie mtu kwa ajili ya kumwangalia baba na nini, lakini basi anasema pia akawa anasema anaogopa kutokana na vile maneno yalipo, yani maneno alivyo na mamako alivyo, kwa kuna mtu ambaye anataka kuja kumsaidia baba yako. Basi anasema nikafunga safari, nikasema pote lea pote, naenda na, na babangu tutajua uko mbele ya safari. Basi anasema kweli asubuhi tukafika mpaka stendi na Bahati anasema tukafika tukapanda pata gari kweli vizuri mimi na baba angu tuka tumekaa siti moja. Bahati anasema babangu nikawa nimeweka siti ya dirishani, na mimi nikawa nimeweka siti ya pembeni yake. Bahati anasema yani naona yani, yani, namuonea huruma baba yangu, namwona kama tutasafiri kwa shida mno, kwa nilivyokuwa namwona mwanzo yani naona tutasafiri kwa shida mno, atateseka mno mpaka afike, atateseka sana. Bahati anasema lakini sasa ningefanyaje? Mke wangu pale kamwandalia mto kwa ajili ya kukaa kwenye kwenye siti ile, simuumize. Bahati anasema babangu amechoka, eti kachuka, kamwandalia, kamvalisha valisha nguo nyingi, ili basi zimstiri afya ile. Lakini Bahati anasema hata tulivyoenda kukata tiketi eh, konda aliniangalia Aya, kaniambia mzee, mnaenda na mgonjwa mpaka Njombe. Akaniambia, akaniambia umefika hospitali kweli, ukapewa idhini ya kusafiri naye. Nikamwambia yeye, tumeruhusiwa hospitali, kwa hiyo sina budi nimrudishe nyumbani Njombe. Ndio. Bati nasema yes, mpaka yule konda akaingia tena ushuru, na mimi ananiambia sasa, unamsafirishaje? Yaani, inakuaje unamsafirisha mzee kutoka huku mpaka Njombe staili hiyo kweli, tutafika bro. Utamtesa mzee njiani, unajua. Basi anasema yani yule konda aliingia roho ya ubinadamu tu. Kwa hiyo basi anasema, ukimwangalia mzee wangu hali, alivyo hali anasema, amechoka anaonekana ni mgonjwa kabisa, directly yani ukimwangalia hivi tu unajua ni mtu mgonjwa, uso umekosa nuru, yani amwangalie mtu usoni kwanza usikia. Basi anasema babangu mimi alikuwa akiongea na mimi na kuniangalia usoni, lakini basi anasema sasa hivi babangu haangalii mtu usoni, hakuangalia usoni kabisa, akipindia sasa kati ameshaumwa hivyo, ameumwa sana, akawa akiongea na wewe hataki kuangalia usoni, ni ile papa katoka ameangalia chini kaangalia pembeni, ukimwambia kitu kidogo na kasirika, ataki akitaka kitu chake ni hicho hicho, ametaka ataki kula ni hataki kuoga ni hataki, yaani amekuwa mkali, hakutizami usoni ame eh, ananitisha Bahati anasema ni babangu, babako ni babako. Tuini, kwa mtu mwingine atamuogopa, lakini mimi siwezi kumuogopa. Tukapata usafiri vizuri kabisa, tukaanza safari kutokea Njombe kuelekea Dar es Salaam. Bahati anasema tumeanza safari vizuri pale na babangu akaniambia kwamba tuombe tu kwa ajili ya kufika salama, tuombe Mungu atuepishe na ajali za barabarani na nini na nini. Basi, Bahati anasema, kweli tukaomba vizuri pale na baba, licha ya kuomba swala ya kwenye gari vile kitu, tukaomba pale na baba yangu vizuri, tukasali vizuri <coughs> na Bahati anasema tukawa, wakati tunatoka tuna pale, akawa ananipiga picha story za baadhi ya vitu, akifika eneo hili anambia, unaona ile ile yani. Bahati anasema akawa, yani nikaona ni kwamba amefurahia kwenda nyumbani kwake au vipi, kwa sababu Bahati anasema ni kama ali alikuwa na tabasamu yaani, alikuwa alipata nafuu ya ghafla basi Bahati anasema tulianza safari pale kama saa kumi na mbili kamili asubuhi, tukaendaenda tukapiga piga story kama mpaka saa tatu hivi na baaday hapo, Bahati anasema mzee wangu akalala, alivyolala nami nikapitiwa na, na usingizi, lakini Bahati anasema baadaye nimekuja kushtuka sasa ni nikaona baba amepitiwa na usingizi, amelala, na mimi nikawa nimelala. Nilivyokuja kuamka kaona kama amelala muda mrefu, lakini baadaye anasema babaangu alikuwa ame kwenye kiti tumekaa, kanipitisha mkono, yani kwenye siti, kapitisha mkono wangu ndani ya mkono wake, kwa kama tumeshikana mikono hivi, alafu mkono wake mwingine upo juu tu ya mkono na paja langu hapa, yani sio yaani hivyo na Bahati anasema amejifunika juu, ana ana, ana ana ni, ni kama kikoi fulani tu. Mke wangu alimf, alimfunika ile kule kwa ajili kwenye gari upepo na nini, kwa hiyo alimfunika hivyo. Lakini Bahati anasema nilivyomchungulia babangu mkono wake, niliona umekaa staili ambayo sio kawaida. Bahati anasema nikajidai kama kumgusa ili amke nijue imekuwaje, lakini Bahati anasema ah, nilijigusa na mkono huu ambao alikuwa ameulalia nikamgusa baba yangu, akawa amekaa kimya, amekaa kimya. Bahati anasema niliogopa, nikamgusa mapigo yake ya moyo. Bahati anasema ni kama nilisikia yapo, nilisikia mapigo ya moyo bado yanadunda, yana, yana na baada ya hapo Bahati anasema babangu akawa amenikamata mkono wangu kwa nguvu. Sasa kanishika kwa nguvu. Basi anasema alinishika kama dakika moja hivi kwa nguvu, nami nikiwa namwita na tu taratibu, baba baba baba, asema afumbui macho, afanyaje. Baadaye mkono wake ukalegea, ukawa umeniachia. Bahati anasema nilipata uchizi katika vitu ambavyo nimewahi ku experience kupitia kwenye maisha yangu yote. Yale yote ambayo ameipitisha mama yangu sikuona kama ni magumu kabisa. Bahati anasema katikati, kati ya safari ni mida ya saa nne naenda saa tano mzee wangu alipoteza maisha kwenye basi. Bahati anasema imagine, nimekaa na baba yangu baba yangu mzazi amefariki dunia kwenye basi <laughs> Bati anasema ile situation ilikuwa ni nzito, sikuweza sikujua nifanyaje. Nikasema ehe, tupo katikati ya safari, nikamwita konda, nikamwambia watu wengine waliopo kwenye basi, hofu ambayo itaingia yaani, Bati anasema kichwa changu kilistaka sikujua cha kufanya, nikashindwa hata kumpigia mke wangu, nikashindwa kufanya chochote. Basi anasema babangu amefariki dunia se si, kwenye basi tumekaa mimi na yeye, tumeongea vizuri, dakika zilizopita alikuwa mchangamfu sana. Nikahisi labda anafurahia kwenda nyumbani kwake, nikahisi labda alimisi sana nyumbani kwake, sasa anaenda anaona heni Ndo maana akawa amechangamka, anasema kama anapiga na story, akiona majengo hii akisema, ona njia hizi, anaambia hizi njia, unajua sijui mwanzoni zilikuwa zipo hivi, tukizoenda Njombe tunapita barabara fulani bacha, anasema ah. nilimgusa babangu pale pale, sikuamini nilichokuwa nakiona. Babangu amefariki dunia, amekufa kwenye katikati ya safari kutokea Dar es salaam kuelekea Njombe, hata haijafika nusu siku. Bahati anasema ni asubuhi na mapema, saa nne na saa tano ndo muda ambao apo katikati, mzee wangu alikaja roho kwa yule muda ambao mimi nimeshtuka, alikuwa anamalizikia, alikuwa anamalizikia kufa. Itakuwaje? Bahati atamuita kwenda kumwambia ukweli? Akimwambia ukweli, kipi ambacho kitatokea? Katikati ya safari, katikati ya pori kitatokea nini? Lakini pia kama akinyamaza, ataweza kunyamaza mpaka wafike? Safari ya Dar es Salaam kufika Njombe sio mchezo, sio Moshi Arusha, ni parefu. Ataweza kuvumilia mpaka akafika? Amekaa na maiti pembeni yake, maiti ya baba yake, ameshafariki dunia kwenye gari. Tutafahamu kesho, tujue kipi ambacho kitatokea. Ni nzito. Fikiria ingekuwa wewe, fikiria ingekuwa ni wewe, ungeweza ungefanya nini? Mi naitwa Madam T, endelea kusikiliza 98.7, na niwakumbushe tu kwamba simulizi ya Bahati kwanzia ya episode ya kwanza mpaka tunavyoendelea, basi zote zitapatikana katika YouTube yetu ya Banana FM TZ. Mi naitwa Witnes Kiwia, nikutakie jioni njema.